Hello rafiki, karibu tena katika channel yetu ya Mind Mingle with Frank Abel na leo tuko katika episodi ya kumi na nne. Nataka nikwambie tu kama ndio kwa mara ya kwanza unaingia una, una kwenye hii YouTube channel chanel ziko episodi zingine kumi na tatu huko nyuma, na nikuombe tu usiache kusubscribe iwe wa kwanza kupata hizi e, mada zinapopandishwa kwenye YouTube channel. Eh, lakini pia usiache kulike usiache kucomment eh, kama una chochote ambacho umeona cha kujifunza leo katika hii uh, episodi yetu ya kumi na nne. Eh, tunaendelea kujifunza kutoka kwenye viumbe vya asili eh, kama nilivyosema katika episodi namba kumi na tatu, yako masomo mengi sana ya kujifunza katika viumbe vya asili na kwa bahati mbaya huwa hatupati nafasi ya kutafakari na kuchukua masomo hayo. Katika episodi ya kumi na tatu tuliangalia eh, somo la kujifunza kutoka kwa ndege wa angani na leo tunaangalia eh, tunajifunza eh, kichwa cha, cha, cha episodi hii kinasema jifunze kutoka katika maisha ya swala na simba. Swala na simba ni wanyama ambao wanapatikana mbugani, simba akiwa na sifa kubwa kama mfalme wa nyika, eh, king of uh, the jungle. Wakati swala akiwa ni mmoja eh, kati ya wanyama ambao eh, wanaonewa na, na wanyama wanaokula nyama. Swala anakula nyasi. nataka nikwambie katika mbuga za wanyama, kila siku kunapokucha, simba anafikiria kwamba atawezaje kukimbia spidi kubwa angalau waweze kumpata swala anayekimbia spidi ndogo, la sivyo hataweza kupata nyama na huenda atakufa. Kwa simba anapoamka, anafikiria, anaweka mikakati ya namna gani ambavyo atasurvive kwa kupata chakula. Ni pale tu atakapoweza kukimbia spidi kubwa angalau ampate yule swala ambaye atakuwa na spidi ndogo kumzidi yeye. Upande mwingine swala naye anapoamka asubuhi, anawaza atawezaje kukimbia kwa spidi kubwa, ili angalau asikamatwe na simba mwenye spidi kubwa mm. Bila kufanya hivyo, maisha ya swala siku hiyo yanakuwa yameishia hapo. Angalia angalia cha ajabu. Miaka nenda miaka rudi, simba wapo na swala wapo. Nini kinatokea? Maana yake simba kila uchao anafanikiwa kufikia malengo yake ya kukimbia spidi kubwa ili amkamate swala mwenye spidi ndogo. Na swala unaowaona wako wanaishi leo ni kwamba kwenye maisha yao yote huko nyuma waliweza kukimbia spidi kubwa kumzidi simba mwenye spidi kubwa kuzidi wao. Walikuwa mbele, spidi yao ilikuwa ni kubwa kumzidi simba yoyote aliyewahi kuwakimbiza. Yako mambo ya kujifunza kwa viumbe vya asili, leo tutajifunza kwa swala na simba. Ukiangalia vizuri kwa kutafakari hawa wanyama wawili, utagundua ya kwamba kila mnyama anayo nafasi ya kufanya ili aweze kuendelea kuishi. Eh, survival yake inategemea maamuzi thabiti atakayoyafanya. Kama simba akiamua kutofanya maamuzi thabiti ya kuhakikisha anachukua hatua za kukimbia kwa spidi kubwa ili ampate walao swala mwenye spidi ndogo, atakufa kwa njaa. Lakini kama swala asipoamua kufanya ma, jia, maamuzi ya makusudi ya kuhakikisha anakimbia kumzidi simba yoyote atakayemkimbiza maisha yake yanaishia hapo. Yako masomo ya kujifunza kupitia wanyama hawa wawili katika maisha yetu ya kila siku, sisi kama wanadamu. Kumbuka tunasema tunajifunza kuhusu maisha kupitia maisha ya swala na simba. Hebu tuangalie somo la kwanza ambalo tunalipata kwa simba, azima ya kuendelea. Simba pamoja na kwamba mbele yake ana changamoto ya kwamba nisipokula nitakufa, haimzuii kuamua kuendelea kupambana na kuhakikisha anakimbia, akiwa na imani ya kwamba lazima lazima, akikimbia, lazima atampata swala, ambaye atakuwa amemzidi spidi, na huyo atakuwa kitoweo chake. Katika maisha tunayoishi rafiki yangu, Simba anatufundisha kwamba changamoto tulizo nazo, tuziwekee mikakati, tuziwekee mipango na tufanye vitendo Action. Na vitendo viwe vina lengo la kuhakikisha ya kwamba tunafanikiwa ili tuweze kusurvive. Wako watu wengi sana wameiona changamoto wakaiacha ilivyo wakashindwa kuchukua hatua. Simba anachukua hatua, kwa sababu anajua bila kuchukua hatua hiyo ataishia kufa kwa njaa. Nataka nikwambie rafiki yangu ambaye unatafuta kazi, rafiki yangu ambaye unatafuta kupanda cheo, rafiki yangu ambaye unafanya biashara unahitaji kukua, lazima uchukue hatua madhubuti za kufanya kukabiliana na kufanya jambo unaolitaka litokee. Simba anatufundisha kwamba pamoja na kwamba swala ni mwepesi kwa kukimbia, lakini Simba anasema lazima nimpate, nitakimbia na lazima nitampata. Simba nitampata swala mwenye spidi ndogo kuzidia kwangu. Ukikimbia rafiki yangu, utafanikiwa kuzishinda changamoto. Spidi yako ukiamua kuitumia katika kupambana na maisha, nataka nikuhakikishie itaizidi spidi ya changamoto inayokukabili. Kaa chini, weka mkakati, kiamka asubuhi, amua kwamba leo liwake jua, inyeshe mvua, mimi nataka kuachivu, nataka kufanikiwa kwenye lengo fulani. Nataka nikuhakikishie utafanikiwa. Somo la pili nimeliongea kidogo, lakini ni kuweka malengo. Simba anaamka asubuhi akiwa ameweka malengo kabisa kwamba mimi ninataka kupata swala. Na nataka nikwambie Simba anahitaji kula nyama ambayo ni mbichi na ni fresh. Haitaji kula mzoga. Kwa hiyo anaamua kabisa anasema leo mimi ninataka nipate swala. Na nataka nikwambie atatumia tekniki zote. Eh, niliwahi kwenda mugani wakati fulani. E, katika mbuga ya Mikumi wakati fulani wai kwenda kule Tarangire tulibahatika kumwona simba akiwa mawindoni. E, wakati fulani anajificha mahali fulani e, anaangalia upepo una ukoje, ili e, wale wanyama wasiweze kumsikia harufu yake na kukimbia. Anaweka malengo. Nataka ni kuambia rafiki yangu tunayo somo la kujifunza katika maisha ya mbugani ya huyu simba. Weke malengo. Malengo yanatusaidia kuweza kujua tunaenda wapi, yanatuletea nguvu fulani ya kutufanya yani, inayotusukuma kwenda mbele kwa kasi na kukamilisha malengo yetu. Tujitahidi kuhakikisha ya kwamba tuna, tunaweka malengo ambayo yanaeleweka na yanaweza kutusaidia kutusukuma kufanikiwa. Simba pia anatufundisha kukabiliana na changamoto Wakati simba anapanga kwamba leo lazima nikimbie ili niweze kukutana na swala mwenye spidi ndogo ukilinganisha na ya kwangu, anamaanisha kwamba ana yuko tayari kukabiliana na changamoto zozote. Kama unapenda kuangalia picha za wanyama, utaona namna ambavyo simba anakabiliana na changamoto za kupigwa chenga na swala. Swala ni mwepesi, ana uwezo wa kukata kona ghafula, ana uwezo wa kupanda kwenye miti, ana uwezo wa kuruka juu, na haya yote simba anayafahamu. Lakini bado simba lengo lake liko pale pale, lazima nimpate swala ambaye nitamzidi spidi katika siku ya leo ili niweze kuishi. rafiki yangu Changamoto ni sehemu ya maisha. Wako watu wanapanga malengo mazuri, lakini wanapoyaandika wakaona kuna changamoto, wana, wana, wanaacha kuyatekeleza, wanakimbia. Nataka nikualike ukubaliane na changamoto eh. Waingereza wanasema embrace challenge, zichukulie kama sehemu ya maisha, lakini zisikukatishe kufanya jambo fulani. Kama unataka kuendelea kielimu, wenda fedha ni changamoto, isikukatishe iangalie, pambana, waone watu, fanya vibarua, tembelea mahali mbalimbali, fanya saving ya hela unayoipata ili uhakikishe unafanikiwa kwenye lile jambo unalolitaka. baada ya kuangalia e, masomo ambayo tunayapata kwa simba, kutokana na mahusiano ya simba na swala. Hebu tumgeukie swala sasa. Kitu cha kwanza ambacho swala akiamka asubuhi kinakuja kichwani ni hofu. Wori. Hofu ya kukamatwa na simba. Tofauti na wanyama wengine, yeye hofu anaitumia kama nguvu ya kumpa uwezo wa kupata namna ya kukabiliana nayo. Yani swala e, ile hofu kwamba simba yuko mahali fulani, leo anatafuta kuweza kunikamata kunifanya kitoweo chake, haimzuii yeye kuamka, haimzuii kwenda mbugani kula malisho. Na inapotokea ya kwamba simba ametokea, kwa sababu tayari anajua toka ameamka kwamba mimi ninawindwa na simba, anajitahidi kukimbia spidi kubwa kumzidi simba. Swala yoyote unayemwona mbugani, kama umebahatika kwenda mbugani, ni swala ambaye aliwahi kuamka asubuhi akiwa na hofu ya kukamatwa na simba. Lakini hofu haikumnyong'onyeza, hofu haikumsimamisha, aliamua kupambana na huenda siku ikapita hata yule simba asionekane. Wakati fulani huwa tunakaa chini kwa hofu ambazo huenda hata zisitokee. Nataka nikwambie, hofu isiwe kikwazo cha kukufanya usiendelee mbele, bali iwe motisha ya kufanya, kujiandaa kukabiliana na changamoto za maisha ili uweze kusurvive. Hofu huweze ukaipinga, lakini itumie kama stepping stone ya kukusaidia kuweza kwenda mbele zaidi na kuishi maisha na kuendelea kuishi pia. Kitu cha pili ambacho e, tunajifunza e, kwenye maisha ya swala e, katika mahusiano yake na Simba. Ukiangalia swala a, ana, ana hatua ndogo ndogo, e, wakati fulani ana uwezo wa kuruka, lakini kwa umbile la swala E, na na miguu yake, huwezi e, ukalinganisha hatua zake na hatua za Simba, lakini pamoja na hizi, swala anaamini katika kutumia hizo hizo hatua alizo nazo. Wakati fulani itakapomlazimu kuruka, ataluka, lakini miguu hiyo hiyo mifupi midogo, anaitumia kufanya hatua ndogo ndogo za kumsevu, za kumwokoa pale ambapo Simba anakuwa ametokea. Wengi wetu huwa tuna shida, tunataka tunapoingia kwenye changamoto tuitoke ghafla. Huenda ni changamoto ya ugonjwa, huenda ni changamoto ya mahusiano. Wakati fulani inahitaji kuchukua hatua ndogo ndogo, hatua ndogo ndogo, lakini za haraka na ambazo ni za kudumu consistency. Swala anatumia hatua zake hizo hizo kuweza kumkimbia simba na kusurvive. Kwa hiyo tunajifunza kwamba tunaweza tukatumia hatua zetu hizo hizo, resource tulizo nazo ndogo hizo hizo kuweza kuishinda changamoto. Somo la tatu ambalo tunajifunza kutoka kwa swala, rafiki, ni kuwa mbele ya changamoto. Kuwa mbele ya changamoto. Swala yoyote unayemuona yuko hai leo kule mbugani aliwahi kuwa mbele ya changamoto ya kukamatwa na kuliwa na simba. Kuwa mbele ya changamoto. Kama uko chuo unategemea kumaliza mwakani, mwaka kesho kutwa, kuwa mbele ya changamoto. Anza kuandaa mazingira ya, ukienda mtaani unaenda kufanya nini? Anza kujifunza eh, ujuzi mbalimbali mbali, skills ambazo zitakufanya tu unaweza ukaishi we, ukajikimu e, mahitaji yako ya msingi, wakati unasubiria huenda ajira au unajipanga na mambo yako, jifunze. Ninawafahamu watu ambao wakiwa chuoni walijifunza ususi na wakaanza kufanya hiyo shughuli taratibu, na walipomaliza wakafungua saluni zao na wakaendesha maisha. Jitahidi, jifunze kuwa mbele ya changamoto. Kama wewe ni kijana ambaye una afya njema nataka nikwambie iko siku utakuwa mtu mzima. Hata eh, mimi nilikuwa kijana mdogo sana, lakini sasa naona umri unaenda. Jiandae, fanya mazoezi, kula vizuri. Eh, uwe mbele ya changamoto. Kama wewe unategemea changamoto fulani ambayo ujui itatokea lini, jiandae, weka mazingira ya kuwa mbele ya changamoto. Simba yo, uh, swala yoyote unayemwona mbugani leo, ukienda mbugani ni matokeo ya kuwa mbele ya changamoto ya kukanya, ya kukamatwa na simba. Tuwe mbele ya changamoto eh, proactiveness ni muhimu sana katika maisha haya. Jiandae kwa ziada Fanya vitu fulani ambavyo vinakuandaa hata kama unapitia changamoto fulani, lakini tayari ulishajua kwamba kuna hili pia. Of course ziko ambazo zitajitokeza ghafla, utatumia tekniki zingine ikiwemo kuzikabili, lakini ziko changamoto ambazo una uwezo ukaziforecast, ukazifahamu mapema na ukaanza kujiandaa mapema. Tunajifunza kuwa mbele ya changamoto kutoka kwa swala, rafiki yangu. Katika safari ya maisha tunajifunza mengi kutoka kwa maisha ya swala na simba. Simba hutufundisha kuwa na adhima ya dhati, kuwa na malengo makubwa na kushinda changamoto bila kujali magumu yanayoweza kutokea. Yeye simba anajua, bila kufanya juhudi, bila kuendelea kukimbia, hatoweza kufikia malengo yake. Kwa upande mwingine, swala hutufundisha kuwa hofu ni sehemu ya maisha, uwezi ukaikimbia, uwezi ukaiepuka, lakini haipaswi kutuzuia kuchukua hatua. Swala linaonyesha kuwa tishio lolote lile alimzuii kuendelea kuishi, bali anachojitahidi ni kuhakikisha ya kwamba anakuwa mbele ya changamoto lakini kama simba na swala pia, sisi tunahitaji kuwa na nguvu ya kufanya maamuzi bila, bila simba kufanya maamuzi sahihi asubuhi, huenda atakufa kwa njaa. Lakini bila swala kufanya maamuzi sahihi ya kukimbia spidi zaidi ya simba, ni wazi kwamba ataliwa. Kwa hiyo bila kujali wewe ni simba au ni swala kwenye maisha, ninakushauri rafiki yangu, uchukue hatua yako. Masomo ambayo tunajifunza kupitia wanyama hawa wawili, rafiki yangu, viumbe vya asili vinayo mengi ya kutufundisha kwenye maisha. Natamani utumie masomo haya tuliyoyapata kutoka katika mahusiano kati ya swala na simba, ya kutie nguvu katika changamoto yako. Ya kusaidia kuendelea kukimbia, kuendelea kupambana. Ya kusaidia kutoshindwa na hofu ya kushindwa na changamoto, bali kutumia hofu kama nyenzo, eh, kama jiwe la kulukia, stepping stone ya kukufanya kuendelea kusurvive. Sijui ni hofu gani unaipitia, lakini itumie hofu kukutia nguvu kusonga mbele. Usiache kusubscribe, narudia tena. Usiache kucomment kama kuna kitu umepata, lakini usiache kulike, lakini kubwa kuliko, usiache kushare maarifa haya muhimu na rafiki, ndugu na jamaa. Uwezi jua, uenda ikamsaidia katika changamoto anayoipitia. Tukutane tena katika episode inayofuata katika kubadilishana mawazo kutia na moyo katika safari ya mafanikio maishani. Bye.